Katika matukio mengine, mtazamaji, ni kwamba tunaarifiwa serikali ya Tanzania imemzuia makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema, mheshimiwa John Wegesa Heche kusafiri nchini Kenya kuhudhuria mazishi ya aliyekuwa ya waziri mkuu Raila Odinga. Na mtaarifa kutoka chama hicho umethibitisha Heche alikamatwa saa 8 mchana mkoani Mara kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya huko Hispania alipokuwa anataka kuingia Kenya kuelekea Bondo Siaya. Naam, Heche alitarajiwa kuhudhuria mazishi ya Raila Odinga kumwakilisha mwenyekiti wa chama hicho cha upinzani Tundu Lissu anayezuiliwa na kukabiliwa na mashtaka ya uhaini ya uhaini, na mkisa hiki kinajiri huko Tanzania kitarajiwa kita kufanya chaguzi zao tarehe ishirini na tisa mwezi huu. Naam, chama cha Chadema kilizuiliwa kuhusika kwa kuhu uchaguzi huo kwa madai ya kukosa kutia saini sheria za kutoa mwongozo since yesterday wana organize I knew, and they come ili kuprove kwenye dunia kwamba tuna viongozi heartless ambao wanaweza kuzuia mtu kwenda kuzika. Mimi nimekuelewa heartless people. Mimi nataka kujiondoa.